Kufikia tarehe 31 Desemba mwaka 2025, thamani ya soko ilikuwa imefikia shilingi trilioni 23 bilioni 995, na hii ni ongezeko au ukuaji wa asilimia 34.3 ukilinganisha na mwaka 2024 ambapo thamani ya soko la hisa ilikuwa ni shilingi trilioni 17 bilioni 868. Na ukiangalia kwa upande wa wekezaji, soko nalo limeendelea kukua soko la hisa iliongezeka wawekezaji toka wawekezaji uh, laki sita na kumi na saba na elfu tisini na mbili hivi mwaka elfu mbili na ishirini na nne hadi kufikia wawekezaji laki saba arobaini mia sita na thelathini na tisa. Kiasi kikubwa cha hawa wawekezaji wapya ni vijana, kati ya umri wa miaka ishirini na moja hadi thelathini, ambayo kama ni asilimia arobaini ya wawekezaji wapya, yaani, akaunti mpya zote hizi laki ishirini na tatu Asilimia 40 ni wawekezaji kati ya umri wa miaka ishirini na moja hadi 30. Wawekezaji wapya wengi pia wametoka katika kupitia kiganjani kwa sababu kiganjani inakuwezesha tu kuwekeza na kuwezesha kufungua akaunti mpya. Faharisi yetu ya bei ya soko la hisa kwa ujumla wake ilipanda toka nukta elfu mbili mia moja thelathini na tisa pointi saba tatu A, mwaka elfu mbili ishirini na nne hadi kufikia pointi mbili saba sita moja nukta tisa tatu. Lakini pia kuna farisi nyingine ambayo tunapima makampuni ya ndani tu. A Tanzania Share Index ambayo inapima makampuni ishirini ya ndani. 22 ya ndani ambayo ilipanda toka elfu nne mia sita kumi na nane nukta saba nane mwaka 2024 hadi kufikia elfu tano mia saba hamsini na tisa nukta nne moja hadi kufikia mwisho wa 2025 ambayo ni ongezeko la asilimia ishirini na nne nukta saba hii ni kiashiria kwamba ukiangalia makampuni ya ndani tu kwa wastani yamekuwa kwa kiwango hicho cha asilimia ishirini na nne nukta saba na soko kwa jumla, ukijumlisha pamoja na makampuni ya nje imekuwa kwa asilimia ishirini na tisa na kwa kiasi kikubwa ka juu umechangiwa na uh, kuna uh, sekta ndogo ya, ya kifedha ambayo inakuwa ni uh, inaitwa banks, finance and investment.